Akiwasilisha taarifa ya shughuli ya kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya UKIMWI kwa mwaka 2016-2017 makamu mwenyekiti wa kamati hiyo, Mheshimiwa Jasmine Bunga, amesema hali hiyo inaathiri ufanisi wa nguvu kazi na kuhatarisha taifa, ambapo wametaka viongozi wakuu wa nchi kutoa kauli ili kuhamasisha jamii kuunga mkono katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kamati inashauri kuwa serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, ya bunge, ajira, vijana na walemavu ianzishe programu maalum za kuwasaidia warahibu wa dawa za kulevya kuweza kujiinua na kujitegemea kiuchumi mara tu baada ya kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Kamati inaishauri serikali kufungia kabisa uzalishaji na uuzaji wa pombe za bei rahisi maarufu kama viroba ili kulinusuru taifa. Wakichangia maoni kuhusu taarifa za shughuli za kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya UKIMWI na kamati ya kudumu ya bunge ya maendeleo ya jamii, baadhi ya wa wabunge wametaka kukamatwa kwa wauzaji wa dawa za kulevya na waathirika wapelekwe katika matibabu badala ya kuwekwa rumande, huku wengine wakitaka serikali kuboresha matibabu kwa kuongeza dawa ili wananchi waweze kupata huduma kwa wakati. Sasa hivi waathirika wanatakiwa wapelekwe Muhimbili, wanatakiwa wapelekwe Mwananyamala wakapate tiba. Wale ni waathirika wale, sio kwenda selo. Tutakapohakikisha hiki chombo kinapata kamishna kwa kumsaidia mheshimiwa rais, tutakamata wale wanaoingiza dawa za kulevya wale kwa kweli serikali tunataka waiboreshe sana wizara ya afya. Kiini cha matatizo ni wizara ya afya kupewa, kutengewa hela ndogo ndogo ambazo hazina msingi, kwa sababu wizara ya afya peke yake, leo hii nimetoka India jana juzi, kule wizara inadaiwa zaidi ya bilioni 37, na bado wanatakiwa wizara ya afya itusaidie sisi watanzania tulioko ndani ya nchi. Sasa kule watu wanaanza kukata tamaa kutuhudumia. Awali akiwasilisha taarifa ya, ya shughuli za kamati ya kudumu ya bunge ya huduma za maendeleo ya jamii, mwenyekiti wa kamati hiyo, Mheshimiwa Peter Selukamba, amesema kamati hiyo imebaini hali ya upatikanaji wa dawa katika maeneo mengi si nzuri kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo bohari kuu ya dawa kushindwa kutekeleza majukumu yake ya kuagiza dawa toka nje kutokana na madeni mengi inayozidai halmashauri nyingi hapa nchini. Mipango iandaliwe ili kuwezesha mfumo wa ugawaji wa dawa uwe wa kitroniki computerized, ambapo kila siku asubuhi ijulikane dawa zilizopo kwenye kituo cha afya, hospitali ili kumsaidia na kumwezesha daktari kuwaandikia wagonjwa dawa zilizopo kituoni, auastaii kupunguza malalamiko na na kuishiwa kwa dawa wakati dawa mbadala zipo. Kutoka hapa bungeni, mjini Dodoma, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.